Hello, papa lopapa endasupa heromorani endasupa yeyo, yeyo. Enda kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wa kijiji chetu hapa Magadini. Leo niko kwako. Mheshimiwa diwani mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, leo niko kwako. Kamati ya usalama ya wilaya imeungana nami kuja hapa kwako. Afisa elimu wa msingi nimeungana naye leo, tuko kwako, Mheshimiwa diwani, pamoja na mwenyekiti wa kijiji viongozi wenzangu, viongozi wa kimila Malaigwana, ni mko hapa ndani lakini kama ambavyo naamini jamii ya Kimasai ina rika, kuna kina Nyangulu wako humu ndani kwenye kikao changu, lakini wako Kolianga na nyie ndo mnaofuatilia hata maendeleo ya shule. Wako Kinalandizi Makaa mko humu, wazee wangu mpo Makaa Seuli mko humu nami nawaamini na nawategemea sana. Unaweza ukatafsiri kama una tafsiri, unaweza lakini kubwa zaidi kuwakuta kuwa shule pamoja na walimu wangu hapa na na na kwa kwa kwa ni shule arenaisulkaki nareshiolenganniwakida leshule tnebora liokkinetienteneboyo sasa Leo nimepiga hodi hapa shule ya msingi Magadini. redo aionarara enewejinedo shule ya msingi Makar. Shule ya msingi Magadini ni moja kati ya shule za wilaya ya Longido, ziko zaidi ya shule sabini redo na shule nadanaa makarananabodiada julena haraomwnavishara na wilaya ya Longido.

Leo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan orera nanaalong rais lanle Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais Samia Suluhu Hassan ameleta fedha kuboresha na kujenga shule hii yawa mbisai Nairobi na shule wanashjna shule kidi. Katika mwaka wa fedha mwaka jana mwezi wa saba tarehe moja mpaka leo tunavyozungumza ereooritadualairkinabo alobalashadariwamerabaanalongkingireiro sasa, mheshimiwa rais ameleta shilingi milioni 137 na <coughs> milioni 37 ukarabati wa madarasa na ndo mnabisha na milioni darasani milioni hamsini kujenga zanati ne milioni hamsini nreherkinaaasiiaikdana milioni hamsini nyingine nyumba ya walimu araanamilioni noheraa Sasa, nyinyi hapa hamna shida kuhusu nyumba za walimurmiarardamaaawaliniaraamalingajaman tunatarajia watoto hao wanapofundishwa hapa wafaulu sana kgiraelnaaae hata mazingira ya maisha ya kawaida hapa ni mazuri sana. atengishwi aongera idori ningoti nikimanyisho yorenakesidai olen Nina imani hata wanyama wa porini hawawasumbui hapa. nedo nakasiligakaadore singwesiang'ara megirera na mandayoleng kwa hiyo tulitarajia kuona shule hii watoto wanafaulu sana. araa kigwerimoleng kekidolingera egiraimuriara ndematenye lakini leo nakuja kuambiwa wazazi, mnawaombea watoto wa feli. Aibu sana kagorerara lotweneji nadokini ndoiwo nagiramiriki ngera sndemarnesidai lakini bado naambiwa mnafanya uganga kuwafanya watoto washindwe kufaulu ji kufauluaoranganaisul neoji niowaaeni ngera yi alashungeranieemrandemarini lakini mnataka watoto hawa waende wapi? kakiyeu <lipi> siv yeu ekraaikakera leo mfano mzuri mkuu wa shule hii

Asinge soma asinge soma manaka asinge kuwa diwani nare ni mwabitu soma diwani anara mmoja diwani siora nakara leo, mwenyekiti wa kijiji yuko makini sana, amesoma. Asinge soma angekuwa wapi? wala mwenyekiti lengijiji nasinisoma nice ni kana raye ti kore msome mwenyekiti lengijira anakara wenyeviti wa vitongoji mko apa rere mmesoma, msinge soma mngekuwa wapi. Kana aa mwenyekiti longiro kujini amedi ene rere mnaitu soma kana rae

Mimi si avijanifurahisha sana. Erede irish reship na napoke. Wazee wangu mko hapa. La baba langa mriri ene. Na laigwana ni wakimila wakata yuko wapi. Pedi alaigwana la garra odi ene waji. Yuko wapi nataka ni muone. Kore laigwana ndora hegro yopo akinde ne. Naomba usogee hapa. Tenye kuri yende waji. Mzee wa kimila yuko wapi? Kora ba yando bogiro le street boto charwe ne. Kala sala ba yando boto roli ene kitu yule mzee wa kimila yule kwenye elemila, tambiko yuko wapi? Wale wazee wa matambiko wako wapi? <coughs> la la la la sadisho wale <coughs> wa matambiko tuelewane hapa, amar nnororeesida dai <coughs> hapa hapa tena wajake wale wote wazee wa matambiko waje hapa tuelewane adwalavayeni awakindoshasatisho tenikweneoji orira dwene laigwanaowanae laiwaa nioruu kulaigwana owakinene endenyekudeni mama wa kimila yuko wapi mama wa kimila wale no ye yona na no hido na rahi rongulie engore edwa na mama wa kimila yuko wapi ordo enoj erahroren

Wenye vitu wa kutongoje mje msimame, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo kila leo amekuwa akileta pesa kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Leo hii leo, sisi wana Longido tuko hapa kijiji cha Magadini, lakini hapa tuko kwenye shule maalumu inaitwa Magadini. Hapa tulipo ndo mpaka wetu kati ya wilaya ya Ngorongoro na Longido Manake, ziwa Natroni tunaliona hilo hapa hapa jirani ndio tumepakana nao, ni sehemu pia na ziwa Natroni hapa la kihistoria. Lakini shule hii Mheshimiwa Rais hivi karibuni ameleta fedha milioni mia moja thelathini na saba kwa maana ya milioni thelathini na saba kwa ajili ya ukarabati ya madarasa haya, milioni hamsini kujenga zahanati, lakini pia milioni hamsini kujenga nyumba ya walimu. Lakini hapa hapa kuna zaidi ya nyumba tano za walimu, kila mwalimu ana nyumba. Hakuna mwalimu ambaye ana shida na nyumba. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake yote. Namna anavyoipenda shule hii. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Makonda. Namna ambavyo anaendelea kusimamia maendeleo na shughuli za kila siku katika mkoa wetu wa Arusha, na kuona anataka kuona watoto wanafaulu, wanafanya vizuri, miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati. Tunamshukuru sana anavyoendelea kufuatilia kwa karibu, na sisi wasaidizi wake tunaendelea kupambana kuhakikisha kila jambo limekaa kwenye mstari, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini hapa hapa tulipo leo hii mwaka jana mwezi wa tisa tulifanya mtihani wa darasa la saba, na mtihani huo watoto wa darasa la saba waliomaliza hapo walikuwa kumi na sita. Watoto wale kumi na sita wote wamefeli, manake hakuna aliyekwenda kidato cha kwanza hata mmoja. Na maanake kila kitu kipo, watoto wanakula shuleni, watoto hapo wako vizuri walimu wanapata mishahara, walimu wanalala vizuri, mazingira ni mazuri hayana shida na umeme huko mpaka hapa shuleni. Lakini watoto wamefeli wote kumi na sita kijiji hichi cha Magadini. Nayaeleza haya kulia kwangu, mwenyekiti wa kijiji ni naye yuko hapa nayamesoma, lakini hapa pembeni yangu yuko Mheshimiwa diwani huyu nilopakana naye hapa na yeye ndoo mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata hii. Watoto kumi na sita wamefeli. Anayefuata ni mwenyekiti wa kijiji, wanaofuata ni wenye viti wa vitongoji. Lakini kushoto kwangu hawa ni viongozi wa kimila, wakisema jambo linakuwa kama unavyowaona hawa. Hawa ni makaa kina Sauli kwenye kabila la Kimasai ni watu wanaeheshimika sana, na mama zangu wako hapa, ni viongozi wa kimila mpaka mwisho kule, na akiwepo laigana ni wakata hii. Maana yake nini? Nataka kuyasema haya, hawa ni viongozi ambao fedha zinakuja na wanaomba fedha kwa ajili ya maendeleo. Tunatamani kuona watoto wafanye vizuri, tunataka kuona watoto wafaulu, kwa sababu kila kitu kipo. Sisi sote tunapaswa tusimamie kwa pamoja na mheshimiwa diwani umeeleza vizuri sana, na mwenyekiti wa kijiji. Lakini ndio maana nimewasimamisha hawa viongozi, na nataka dunia ijue leo kwamba hapa kilichofanyika si sawa. Kupitia viongozi wa kimila walikuja hapa kuja kuombea watoto wafeli, walikuja hapa wakatengeneza waka mazingira ya, ya, ya shiriki. Serikali haiamini ushirikina, serikali haina dini, watu wake wana dini, serikali haina mambo hayo. Wananchi mnawatoa wapi? Mnakuja hapa mnatambika watoto wa feli, mnakuja hapa mnataka watoto wasifaulu ili waende wakaolewe, mnakuja hapa watoto wasifaulu ili waende nyumbani wafanye shughuli za nyumbani. Hapana, naeleza mbele yenu viongozi wa kimila, hii iwe mwanzo na mwisho. Nyinyi mnaomba maji, wanatumia watoto wangu inatumia mifugo na watu wengine wote. Ndio maana miradi ya maji inapokuja tunaleta mbouti kwa ajili ya mifugo yenu pamoja na wanyama wa porini, lakini tunaleta maji kwa ajili ya binadamu pamoja na watoto hawa. Mnaomba umeme, mmesema umeme unakatika, naenda kusimamia umeme hapo usio unakatika uje muda wote. Ni kwa ajili ya manufaa ya wananchi wote. Barabara hii mtapita nyinyi mtapitisha mali zenu na vitu vingine hapa kwa ajili ya maendeleo, ni faida ya nyinyi wote. Kwa hiyo kila mnachokiomba, sisi tunafanikisha. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan analeta. Ndio maana mliomba zaanati, fedha imeletwa kwa ajili ya zaanati. Mmeomba tuongeze nyumba ya walimu, fedha imeletwa lakini bado kuna mdau wa maendeleo, kwa kuona namna ambavyo mheshimiwa rais anafanya kazi zake vizuri, ameweka utulivu wa nchi, amani ya nchi ni kubwa. Mdao wa maendeleo akasema, hapana, acha ni muunge mkono mheshimiwa rais daktari Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo, kuja kukarabati shule, kuja kujenga hapa nyumba ya walimu na kuja kuleta chakula kwa ajili ya watoto. Leo tumejionea hapa mdao ameleta kompyuta, ameleta photocopy machine hapa. Manake mwalimu kama unafanya kazi yako vizuri kwa maana ya kwamba una durufu hata mitihani ya zamani, lakini pia unapitia unachapa una, una hapa hapa mitihani yako unatoa fotokopi hapa, watoto wanaweza kaa kila wiki wanafanya mitihani, watakuwa ndio m, m, miongoni mwa shule bora ya kisasa, kwa sababu kila kitu kiko hapa. Nina imani huyo mdau ameona namna ambavyo mheshimiwa rais anafanya kazi nzuri, na mimi namuunga mkono mdau huyo, nampongeza sana ambavyo wameamua kujitoa kuja kuisimamia shule hii, kuungana na nyinyi wazazi, kushirikiana na nyinyi shule. Watoto wanakula hapa hapa, tena chakula kizuri, na naambua watoto wanakula wali karibu kila siku, lakini wanakula chakula kizuri, mboga ziko za kisasa hapa, mpaka mnaleta na ng'ombe na mbuzi hapa kwa ajili ya watoto, wanakula chakula vizuri. Sasa ninachowaomba wazee wangu kupitia mzee huyu wa kimila na waomba mwache hii tabia iishe kuanzia leo. Naomba mwaamini walimu wenu, naomba mwaamini watumishi wenu, naomba mwaminiane. Mambo ya kuweka ushirikina hapana. Kama mlivyosema walimu ni wachawi, mkasema mwilani shule, kumbe walimu sio wachawi, nyewe wenyewe mnazunguka huku na kule. Iwe mwisho leo, yasijitokeze mwaka huu. Tunakwenda tuna mtihani tena, darasa la nne, darasa la saba. Nitakuja kufuatilia mwenyewe, watoto hawa wawe miongoni mwa shule bora zitakapofaulisha vizuri mwaka huu, nianze kuona na mimi. Kuanzia leo, nimekuwa mlezi wa shule hii, kama zilivyo zingine zote, kule ambako shule zote mimi ndo mlezi, na hapa sasa nitasimamia kwa karibu ili yaondoke haya. Na mnajua na mwaka huu tuna uchaguzi, uchaguzi mkuu. Acheni hayo mambo, tuendelee kuomba amani, tuendelee kuomba utulivu, tuachane na ushirikina. Ushirikina mkiuendeleza, maana yake hata leo mifugo yenu msingekuwa nayo. Ng'ombe akifa, tungesema mtu fulani kaniulia ng'ombe, kumbe sio kweli, ng'ombe ameugua mwenyewe au amekosa majani. Tumtangulize Mungu, tumtangulize Mungu kila jambo na kuwaombea watoto wetu ili waweze kufanya vizuri. Naomba hii iwe ya mfano kokote kule, na sijasikia tangu nije wilaya Longido, nimekuja mwaka jana mwezi wa tisa, mitihani ilikuwa imeshafanyika ya darasa la saba. Sasa sijasikia kokote, nimekuja kusikia Magadini hapa kwamba wazee mlikuja mkazunguka hapa shuleni, mkaja mkatoa laana watoto wasifaulu, mlipishana na walimu. Sasa basi nimekuja mimi na mimi ndio babu yenu, mimi ndio Laigwana, ni mkubwa mm. nyie ndio mkafuata mkafata na... <laughs>